Inawezekana una mke wako au mwanamke wako na kuna vitu ambavyo una doubt kwenye namna anavyofanya, namna anavyoishi, namna anavyoongea, namna anavyo behave. Ulimpenda, unampenda, lakini kuna vitu vinakusumbua kwa namna alivyo, alafu unajiuliza huyu ana shida au yuko vipi? Sasa kuna watu natamani niwasaidie kujibu swali leo, Je, ni mke au ilimradi mke? Na unaweza kusema je, ni mke au ilimradi mwanamke? Unaweza ukawa unafahamu mke sio jina, ni role, ni nafasi. Ni nafasi inayotimizwa na vitu vikifanyika, vikionekana. Nafasi hiyo ikichezewa, isipotimizwa vizuri unakuwa ili mradi mwanamke, ili mradi mke, just a wife, just a woman. Mwanaume anataka mke, hataki ili mradi mwanamke. Mwanamke anataka wife, not just a wife. Sasa ni vizuri utumie analysis inayokupa ya haya mambo manne, kujiasesi we mwenyewe, we ni mke au ili mradi mke? Okay. Basi jiasesi, au mwasesi mke wako, hivi, huyu niliye naye ni mke au ilimradi mwanamke tu? Haya mambo manne yatakusaidia. Jambo la kwanza, chunguza sana huyo mke wako, ana deal vipi na migogoro mnavyotofautiana? Huyo mke wako ana deal vipi na migogoro mnavyotofautiana? ana heshima anapokuwa mnapokuwa kwenye migogoro anaongea vizuri? Mnapokuwa kwenye migogoro, anavyoongea heshima yake ipo, au anakutukana, anakushushia hadhi, anasema maneno ya nyuma, madhaifu yako ya nyuma, vitu mlivyoongea mkavimaliza anavileta, anakukumbusha ulikoshindwa na ulikofanya ujinga anakukumbusha jinsi ambavyo akuheshimu, jinsi ambavyo uliwahi kufanya kosa na hata miaka kadhaa iliyopita ambako mlishamalizana. Hebu mwangalie, ananuna muda mrefu mnavyotofautiana na kuwa na mgogoro, anakumbuka mlikorofishana kwenye kitu fulani, ili asije akarudia kukifanya, au ndatakirudia tena na tena na tena na tena, kwa sababu anajua atakwambia bana, amsore, nimesahau ukikuta ana tabia hizo, huyo ni limradi mwanamke. Akiwa tofauti na hiyo, huyo ni mke. Jambo la pili, chunguza yupoje mnapokuwa na wanaume wengine. Natokea mna sherehe, mnapiga baba kiwa hapo nyama choma, wanaume wengine marafiki zako wapo, mko kwenye jumuia, kuna wanaume wengine. Jumuia imeisha, wanaume baki, mnaongea kidogo pale au umewaita marafiki zako nyumbani pale, kuna vitu mnaongea, mna kikao viwili vitatu, hebu mchunguze, anakuwa vipi na wanaume. Kuna wanawake ambao wameolewa lakini wanapoona wanaume wengine hata marafiki za waume zao wanashoboka, anashindwa hata kuongea mambo nadhifu kwa mume wake anashobokea wale wanaume wengine, yuko tayari kuwauliza mnakunywa nini, mnakula nini, yuko tayari kuwapikia vizuri, kwa sababu rafiki zake wanakuja, tofauti na mume wake anachokula na tofauti anachompikia mume wake. Yuko tayari kusema maneno mazuri kwa wale marafiki za mume wake, lakini sio mume wake. Yuko tayari kuongea madhaifu ya mume wake wanapokuwa wale wanaume wengine, yuko tayari kuonyesha madhaifu ya mume wake na kuwaambia jinsi ambavyo mume wake anamkera, yuko tayari kuwaambia wale marafiki zake vitu ambavyo wamshauri wa mshaurini, rafiki yenu afanye mazoezi kama nyie, mshauri, si unaona tu kitambi. Mshauri mwenzenu anachelewa kurudi, analewa, atubu, mshaurini. Sawa, unaweza kuta anatakiwa ushauri, lakini hivyo sivyo mbinu nzuri ya kuambia marafiki zake. Unamkosea heshima mume wako unapokuwa na wanaume wengine, ukiona ana hiyo udhaifu, she's just a woman, she's not a wife. Sisemi kama ni mke umfukuze ana uwezo wa kujifunza kutoka ku, aliko kwenda kwenye nafasi ya kuwa mke. Jambo la tatu, chunguza anazungumzaje na wewe mnapozungumza vitu vya kawaida mkiwa nyumbani, mkiwa kwenye gari, mkiwa kokote, anazungumzaje? Anazungumza kama mke mke anayezungumza na mume wake, au anazungumza kama mwanamke anazungumza na mwanaume wake. Kuna tofauti ya kuzung... mke kuzungumza na mume na mwanamke kuzungumza na mwanaume wake. Unazungumzaji na mume wako? Una staha na heshima unapozungumza? Wakati unazungumza unafahamu bado yuko kwenye nafasi ya mume na baba, au kila saa ni kumkosoa, kumwonyesha afai, hawezi, ameshindwa na atashindwa na anaendelea kushindwa kama alivyoshindwa si kitu wala hajawahi kuwa kitu. Unamuonyesha unavyo mdharau na jinsi ambavyo hujawahi kumheshimu, hata kama anafikiri umewahi kumheshimu anazungumzaje na wewe huyo mwanamke au huyo mke? Jambo la mwisho, jambo la nne, chunguza, je, anayaona mazuri yako au anayaona mabaya tu? Heh. Kuna wanawake wa hivyo bana, they oh, They are just wanawake Kamwe haoni jema kwako, kamwe haoni zuri kwako, na hata ukifanya zuri hatoliona. Atakumbuka baya ulilofanya, moja katika tisa uliofanya mazuri, na atakukumbusha lile baya, na ataliweka mbele ya uso wako, na ataliongea kila wakati, atalaumu kwenye hilo, na atafanya reference kwenye hilo jambo, kukuonyesha kwamba hana haja ya kukuamini kwa sababu hata kwenye hili uliwahi kukosea kukuonyesha kwamba shukuru Mungu kwamba amekuamini kwenye hayo machache kwa sababu kuna mengi uliyowahi kukosea kuliko haya. Wanaitwa fault finders, anatafuta madhaifu tu, anatafuta mabaya tu, anatafuta magumu tu, anatafuta ulivyoshindwa tu. You need to have a woman who raise your ego. You need to have a woman who pet your ego. You need to have a woman who makes you feel a man, a husband. Tofauti na hivyo you got just a woman na sio mke. Kama wewe ni mwanamke unaangalia clip hii, una uwezo wa kuhama uliko na ukarudi kwenye nafasi yako ya mke. Mume wako anatamani kuona mke, sio mwanamke tu. Naitwa Dr. Chris Mauki.